Tutazungumza kuhusu zoezi maalum la kuhamisha tembo. Wanatoka wapi? Wanakwenda wapi? Kwa nini? Tembo hawa ni tembo walowezi, ni tembo waliohama kutoka hifadhi ya Burigi Chato. Ni nini kiliwafanya wahame kutoka kule? Huwa wanatafuta maeneo ya malisho, kumetokea mazingira mengine ambayo yamesababisha sasa wasitakiwe kuwepo huko, warudi walipotoka ule mwingiliano kati ya wanyamapori hawa na, na binadamu umekuwa ni mkubwa. Lengo pia la zoezi hili ni kuwapeleka tembo katika eneo ambalo watakuwa salama kuishi, salama kuongezeka na salama kustawi. Kwa hiyo ili kuwalinda tembo na kulinda usalama wa wananchi, wawekezaji na mali zao, basi hatua hii ya kuhamisha imekuwa ni, ni muhimu sana. Tembo wao kwenye swala la umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, wao wanalipractice vizuri sana kwa hiyo ili kuwalinda tembo na kulinda usalama wa wananchi wa wekezaji na mali zao, basi hatua hii ya kuhamisha imekuwa ni muhimu sana. Nimeona kuna maeneo yalikuwa wanapelekwa na ni kama hawataki tembo katika wanyama wenye akili, tembo ni mnyama mwenye akili sana, na hata tunapowaswaga kinachotuongoza ni utashi wao, waungane na sisi. Wameshatupa support, wanaendelea kutupa support naomba no waendelee kutupa support, tutakuwa tumepata suluhisho la kudumu na zile changamoto ambazo ziko na kabili wananchi na shughuli zao. TANAPA Podcast, hifadhi zetu, sauti yetu.